Bibi yangu aliniambia maisha ni kukaza moyo, maana dunia sasa hivi siyo lelemama. Haya maneno leo hii nayakumbuka baada ya kukaa na walimwengu na kuwajua walimwengu nikina na kugundua kwamba sio kila anayekuchekea anakupenda, wala sio kila anayekuchukia ulimkosea. Maisha ni funga bila kulifungua uwezi kuelewa leo. Leo hii nakukumbuka sana bibi yangu kwa maneno yako na busara zako ambazo ulinihusia nyingi, likua hakika nimeona mengi. Ndio maana sishangai kusikia katika vyombo vya habari mama amelala na mwanae mtoto, amemuona mama yake kwa sababu yote hiyo ni dunia. Wala si Bibi yangu aliniambia maisha ni kukaza moyo, maana dunia sasa hivi siyo lelemama. Haya maneno leo hii nayakumbuka baada ya kukaa na walimwengu na kuwajua walimwengu mba, wala, ni kina mama, na kugundua kwamba sio kila anayekuchekea anakupenda, wala sio kila anayekuchukia ulimkosea. maisha ni funga bila kulifumbua huwezi kuelewa. Leo hii nakukumbuka sana bibi yangu kwa maneno yako na busara zako ambazo ulinihusia nyingi. Mlikua hakika, nimeona mengi, ndio maana sishangai kusikia katika vyombo vya habari.